Mtakumbuka kwamba wakati wa, uh, wa uzinduzi wa tume hii e, yalitolewa maelekezo na Mheshimiwa Rais, na maelekezo mojawapo ilikuwa ni kwamba ni kuhakikisha taasisi nyingi kama sio zote zinazokusanya na kuchakata taarifa binafsi ziwe zimejisajili kwenye tume. Lakini pia e, Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba, uh, mifumo yote isomane. Sasa tumekuja na teknolojia moja ambayo tunaita ni uh, e, Samia uh, Technological Stack, ambayo ndio teknolojia ya nchi. Tunakuwa na taasisi moja ambayo inafanya utambulisho na ndio maana <coughs> tulikuwa tunaongelea habari ya jamii e, namba ambayo kwa sasa tunakitumia kitambulisho cha NIDA, lakini taasisi za utambulisho tulizo nazo kwenye nchi ni pamoja na NIDA, RITA na uhamiaji kwa kutumia passport kwa ajili ya kuwatambua wageni. Kwa hiyo sasa katika kufanya hivyo, manake huduma za kidigitali zinakuwa na uwezo mkubwa wa kutolewa kwa kupitia kitambulisho chako cha NIDA, ikiwa ni sehemu ya utambulisho wa huyu mtu ambaye tunamlinda. Tuna e, sisi baada ya kuanzishwa na sisi pia tumekuwa na uh, mfumo ambao tunauita consent management system. Huu mfumo ni ule ambao utahakikisha basi hizi taarifa zinazobadilishwa mwenye taarifa ametoa ridhaa na mfumo huo tayari umeshaanza kujengwa. Na baada ya hapo, mifumo ikiwa inasomana, hizi taarifa zitabadilishana, zitabadilishana taarifa kwenye mifumo ambayo taarifa zake hizo zitakuwa na eh, eh, na hiyo sasa eh, ambayo itakuwa imetambulika kupitia kwenye consent management eh, kwamba taarifa hii ni inamtambulisha mtu fulani na taarifa zake zimetumika afya, zimetumika kilimo, zimetumika benki, zimetumika kwenye mashule, zitakuwa zinaacha mnyororo au fingerprint ambayo itaonyesha kwamba hizi taarifa zilitumwa. Na hatua ya mwisho katika hii mifumo ikiwa inasomana, itakuwa ni swala sasa za utoaji wa huduma. Katika utoaji wa huduma, mtu atahudumiwa kutokana na utambulisho wake, na kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kila mwananchi atakuwa na uwezo sasa wa kuwa na taarifa kujua taarifa zake zimetumika wapi kwa kutumia Jamii Poto hii. Jamii Poto itakuwa ni application ambayo eh, inamruhusu kila mtu kuweza kuangalia taarifa zake zilitumika wapi na kwa nini na je aliridhia au hakuridhia. Na hatua ya mwisho, kama taarifa zilitumika sehemu ambapo hakuridhia, basi ataiona tume. Kwa hiyo tume, eh, jukumu lake kubwa sana ni kuhakikisha tunalinda faraga za kila mtu. Kwa hiyo mlengwa wa mwisho kwetu ni eh, ni, ni, ni ni kila mtu na taarifa zake binafsi na faragha yake. Lakini kwa wakusanyaji na wachakataji, kwa mujibu wa sheria, wao zile taarifa walizo nazo ili waweze kumhudumia mtu wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanazilinda, na kimsingi tunachokiangalia hapo ni kwamba wanakuwa na mkataba eh, kati ya mtu anayehudumiwa na yule aliyekusanya taarifa kwa ajili ya huduma hiyo. Ni makosa kisheria kama taarifa za mtu ulizo nazo unazitumia nje ya makusudi mliokubaliana na, na mwenye taarifa hizo. Na kwa sisi sasa, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba e, faragha ya mtu inalindwa na ndiye tunayemlinda. Hatua ya mwisho, hawa ambao ni wakusanyaji ni wachakataji, kujisajili kwao kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ni kuonyesha e, commitment. Ni kuonyesha e, msimamo wao imara wa kuhakikisha kwamba zile taarifa zitatumika kwa ajili ya matumizi tu ya yaliyokusudiwa na si vinginevyo. Um, na kwa na kwa wao kujisajili kwenye tume ya ulinzi wa taarifa binafsi ndio sasa itawawezesha hata mpango huu tunaoendelea nao wa kuhakikisha kwamba mifumo yote e, ya serikali na mifumo binafsi inasomana, itasomana tu endapo watakuwa wamejisajili kwenye tume ya ulinzi wa taarifa binafsi na hiyo itatuwezesha kusimamia jukumu letu tulilopewa kisheria la kuhakikisha kwamba taarifa binafsi zinatumiwa kwa utashi na zinatumiwa kwa, kwa makusudi yaliyokusudiwa na zinatumiwa zikiwa zinazingatia usalama. Lakini kikubwa zaidi tunaangalia pia mifumo ambayo inatumika. Je, mifumo hii wameangalia juala, swala la usalama na swala la faraga kama ni sehemu ya ujengaji wa mifumo hiyo ili kuhakikisha kwamba makosa hayo hayafanyiki. E, pia nichukue fursa hii pia ku, e, ku, ku kuwashukuru sana waandishi wa habari na kuona sisi tunaweza kufikia e, malengo yetu tuliyo ya kusudia. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa mi, e, michache ambayo imesajili watu kwa uchache sana mpaka sasa na taasisi chache sana zimejisajili. Sasa e, tuliangalia na tukagundua shida iliyokuwepo ni swala la uelewa na ndio maana kimkakati tumeweka mwanzo mwanzo kabisa, ili tuje tuongee na wana Mwanza, ili kuweza kuhakikisha kwamba basi taasisi zinazotoa huduma zao kidigitali na hatua ya mwisho hizo huduma zao zinawafikia watu na wanatumia taarifa za watu kwa ajili ya kuwahudumia, zihakikishe zinajisajili ili kuweza kulinda faraga ya kila mtu. E, pia nichukue nafasi hii kuwashukuru na kutoa wito kwamba nyie mkiwa kama waandishi wa habari pia e, na, naamini mtakuwa mlielewa vizuri swala hili basi tuye, tuweze kufikisha taarifa hizi e, na, kuwa, e, na kuelekeza jamii iweze kujua kwanza e, walengwa wenyewe kwamba wana haki ya kuhakikisha e, taarifa zao wanazozichukua zinakuwa ni salama, na pengine kinatakiwa kikubwa sana ni ridhaa yake kwa ajili ya zile taarifa kutumika. Lakini kingine pia ni kuweza kujua kwa nini hizo taarifa zinakusanywa jinsi uh, mwezeshaji alivyokuwa akielezea, alieleza makusudi ya taarifa hizi kuchukuliwa na makusudi ya taarifa hizi kulindwa, ili, ili kwamba taarifa zinazotolewa ziwe ni toshelevu kwa ajili ya huduma ile tu anayoipata. E, wa pili tunaoangalia ni wakusanyaji na wachakataji wa hizi taarifa. Wao jukumu lao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanajisajili, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuzingatia sheria, na kuzingatia sheria ni pamoja na maandalizi ya muhimu ya zile kazi ambazo wanazifanya na, na ni wapi panaweza pakawa paka na mwanya wa hizi taarifa kutumika vibaya, ili wahakikishe kwamba taarifa hizi wanazozikusanya na kuzichakata wanazitumia kama jinsi zilivyokusudiwa. Lakini pia nitoe wito kwa wakuu wa taasisi eh, zote za kiserikali pamoja na uh, za binafsi eh, kuhakikisha kwamba taasisi zao zimejisajili ili ni jambo la muhimu sana, ni jambo la uzingatiaji wa sheria, na heshima ya taasisi itajengwa endapo taasisi itakuwa imeonyesha commitment yake ya kwamba italinda hizi taarifa na kuhakikisha kwamba taarifa binafsi zinatumiwa kwa makusudi yaliyokusudiwa.